Ndugu uh, wapenzi wa wasikilizaji wa Tuongee TV, na uh, kama tunavyofahamu kwamba ajira za uhamiaji zimetoka, hivyo basi nitajitahidi sana kutengeneza video ambazo nitaelezea ni namna namna gani uh, unaweza kuapply au kuomba hizo nafasi za ajira ili uweze kujiunga na jeshi la uhamiaji nitatengeneza video tofauti tofauti, na kila video itakuwa na kipengele chake. Kwa maana hiyo, mfano video ya kwanza niliyotengeneza, nimewapa taarifa kwamba nafasi za ajira jeshi la uhamiaji zimetoka, na video ya pili na kwenda kuongelea sifa za waombaji. Kwa hiyo sifa za mwombaji kwenye jeshi la uhamiaji nisikilize kwa makini, zipo kama sifa kumi na tatu. Maana hiyo zisikilize kwa makini, uweze kujifunza na uweze kuelewa kwamba kila sifa inamaanisha nini. Nitaanza uh, na sifa ya kwanza inasema awe raia wa Tanzania. Ni muhimu sana kuwa raia wa Tanzania uh, maana hili ni jeshi la Watanzania, ni jeshi la uhamiaji la Watanzania. Hivyo basi akubidi uwe raia wa Tanzania. Aa, ya pili awe hana ajira au hajawahi kuajiliwa na taasisi yoyote ile ya kiserikali. Inabidi mwombaji asiwe ameajiliwa sehemu yoyote ile na awe hana ajira kwa maana hiyo, kwa wewe mtu ambaye umemaliza kidato cha nne umemaliza kidato cha sita, hii ni nafasi kwako. Umemaliza degree labda una masters, hii ni nafasi kwako. Aa, sifa ya mwombaji ya tatu, awe na cheti cha kuzaliwa. Hii ni muhimu sana. Kama ulishasikiliza video zangu zilizopita, nilisisitiza kama hauna cheti cha kuzaliwa uhakikishe unakifuatilia na unakipata, maana fursa zinapotoka halafu wewe hauna cheti cha kuzaliwa inakuwa ni mtihani kidogo. Aa, sifa ya nne awe na kitambulisho cha taifa au namba ya NIDA. Namba ya NIDA ni muhimu sana, uwe na nakala ya namba ya NIDA, ni muhimu sana kutambulisha wewe kama Mtanzania maana hiyo. Kama hauna hiyo namba ya NIDA, basi hakubidi ufatilie zaidi uweze kupata namba ya NIDA ya angalau nafasi zikitoka zingine uweze kuapply. Maana hiyo lazima uwe na namba ya NIDA. Sifa ya tano awe na sifa njema Mona. No, awe na siha njema ya mwili na akili. Maana hiyo uwe na akili timamu, mwili wako uwe timamu, umekamilika, una matatizo yote yale. Aha, sifa ya sita anasema awe hajawahi kutumia dawa za kulevya. Usiwe umetumia dawa aina yoyote ile ya kulevya, usitumie dawa za kulevya. Maana hiyo hiyo, ni sifa mojawapo. Kama utakuwa umeshawahi kutumia dawa za kulevya, basi utakuwa umetoka kwenye sifa ambazo unazihitaji. Ah, sifa ya saba asiwe na kumbukumbu -kumbu, au taarifa zozote za kuhusiana Uh, katika maswala au matukio ya uhalifu au jinai kwa maana hiyo, usio umekamatwa na kesi yoyote ile ambayo itakufunga wewe, itakuweka wewe kwenye wakati mgumu, umenielewa? Kwa maana hiyo inatakiwa usiwe na kesi yoyote ile ya jinai. aa, uh, aa, uh, nafasi ya nane, sifa ya nane samani, sifa ya nane asiwe na alama yoyote ile au mchoro wote wa aina yoyote ile katika mwili wake. Kiufupi hizi tunaita ni tatuu. Uh, usiwe umejichola tatuu ya aina yote ile. Kuna ndugu zangu ambao wameshachola tatuu kwenye miili yao, ambayo hizo tatuu hata ni ngumu kutoka, kwa hiyo inakuwa ni hatari sana rafiki yangu. Kama ulikuwa na mpango wa kufanya hivyo, basi acha masuala ya jeshi kabisa, hayapendi kuona mtu amejichafua wa mwili wake. Aa, nafasi sifa ya tisa, sifa ya tisa Awe hajaolewa au kuolewa, awe hajaoa au kuolewa wala kuwa na mtoto. Umeelewa? Maana hiyo ni moja ya sheria ya jeshi kwamba unavyojiunga, mara nyingi watu wanapenda mtu ambaye hana majukumu ya aina yote ile, hajaolewa, hajaoa, na asiwe na mtoto ya. Kwa hiyo hiyo ni sifa ya tisa na sifa ya kumi ambayo ni muhimu tena kuisikiliza kwa makini. Mwombaji mwenye elimu ya kidato cha nne awe na sifa kuanzia daraja la kwanza mpaka daraja la tatu, namaanisha kwamba division 1, division 2, division 3. Ukiwa na 4 haiwezekani, kwa hiyo jitahidi sana kama ni wewe unanisikiliza na haujafikia uh, daraja la form four basi akubidi ujitahidi angalau ufaulu wako huo, unajitahidi kufaulu, unapata 1 hadi 3. 4 haitakupeleka popote pale ah, na sio kwamba amna kazi ambao utaweza kupata ukiwa umepata division 4. Hapana, jitahidi tu ah. Na awe na umri kuanzia miaka kumi na nane hadi miaka ishirini na mbili, kwa maana hiyo muombaji mwenye elimu ya form four awe na umri kuanzia miaka kumi na nane hadi ishirini na mbili na muombaji mwenye astashahada au stashahada awe na umri kuanzia miaka kumi na nane hadi ishirini na tano na muombaji mwenye elimu ya shahada au stashahada ya juu, hawa ni watu wa degree, awe na umri kuanzia miaka kumi na nane hadi thelathini a hiyo ni sifa ya kumi. Na sifa ya kumi na moja awe tayari kuhudhuria mafunzo ya awali ya kijeshi ya uhamiaji. Kwa maana hiyo uwe tayari kuhudhuria mafunzo ya awali ya kijeshi ya uhamiaji. Na sifa ya kumi na mbili awe tayari kufanya kazi za idara ya uhamiaji mahali popote pale Tanzania. Ukipelekwa pwani ni wewe, ukipelekwa Mtwara, ukipelekwa Mwanza, ukipelekwa Katavi, ukipelekwa Dar es Salaam. Kwa hiyo uwe tayari kufanya kazi sehemu yoyote ile. Ah, na sifa ya kumi na tatu ambayo ni sifa ya mwisho awe tayari kujigharamia katika hatua zote za ufuatiliaji na uendeshwaji wa zoezi la ajira maana hiyo, kama kutakuwa na interview sehemu fulani, labda wewe unaishi Dodoma, interview iko Dar es Salaam, basi akubidi usogee Dar es Salaam. Kwa hiyo wewe tiale kujigharamia zile gharama za mwanzo kabla hujaajiliwa, kwa maana hiyo. Na, na mwisho kabisa, hiyo ndo sifa ya kumi na tatu. Hivyo asante sana kwa kunisikiliza, na nakuomba sana ufuatilie Klipu ijayo, fuatilia video ijayo. Itaelezea uh, maombi yatakayopewa kipaumbele. Kwa hiyo tumeanza na video ya kutambulisha kwamba ajira zimetoka za uhamiaji. Tumekuja na video ambayo tunaelezea sifa za muombaji uh, kwenye hii ajira ya uhamiaji. Alafu pia kuna video nitakutengenezea ambayo nitajitahidi kukuelezea uh, maombi yatakayopewa kipaumbele. Kwa hiyo kuwa na mimi nifuatilie mwanzo hadi mwisho, usisahau kusubscribe, usisahau kucomment. Ya, ndo hivyo. Tuongee TV ndio habari.